Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesema kimepewa taarifa kuwa Naibu Katibu Mkuu CHADEMA Bara Amani Golugwa amekamatwa na Jeshi la Polisi usiku wa kuamkia leo Mei 13, 2025 akiwa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. CHADEMA imesema Amani alikuwa anasafiri leo Mei 13, 2025 kuelekea nchini Ubelgiji kukiwakilisha chama hicho katika mkutano wa International Democracy Union IDU unaoanza kesho nchini humo. Tumezungumza na shirika la ndege ambalo alikuwa asafiri nalo, wametujuza hajafanikiwa kusafiri. Aliyetutaarifu ameeleza kuwa Mheshimiwa Amani amepigwa sana na jeshi hilo, pia hapatikani katika simu zake zote tumetaarifiwa kuwa mheshimiwa Amani Golugwa yupo kituo cha polisi kati Dar es Salaam. Lakini pia mawakili wa chama wanaelekea kituoni hapo, na tunaendelea kufuatilia, tutawajuza.